Na mtazamaji, na tukiachana na misimamo mikali ya kisiasa tukisonga mbele, ni kwamba waathiriwa wa mkasa wa moto wa hapo jana uliowaua watu wanane mtaani Kibra wameendelea kukadiria hasara huku rais William Ruto akiongoza ujumbe wa viongozi katika kuwafariji waathiriwa, na uchunguzi kuhusiana na moto huu uliotokea katika mtaa wa Makina umeanzishwa kama Ode Francis anavyoarifu. Francis Agonya, mwathiriwa wa mkasa wa moto na ndugu wa aliyepoteza maisha yake pamoja na familia yake ya watu watano, anatukaribisha katika eneo alikopoteza nduguye na familia yake. Walisema walimpata kama ameshikilia hiyo familia yake hivi. Huyo mtoto msichana ndiye alikuwa kando kidogo, some few inches from the circle, had, cycle, all, entire family na yeye mwenyewe mkasa uliochukua maisha ya watu nane wakiwemo watoto watano na watu wazima watatu. Moto huo ulioanza mwendo wa macheo umesababisha uharibifu wa mali ya vyumba hamsini. Mata, kama ingekuwa niwe kuokolea ilikuwa ngumu, njia ni peke yake so I nindanafaa wateremkia na moto imesima. Unaona ukisimama huko moto imejaa hapa. Rais pamoja na waziri anayesimamia idara ya mipango spesheli akiwa na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja walifika kutoa msaada wao kwa familia mia moja zilizoathirika. hiyo pesa waziri atakupatia milioni moja, mimi nitakupatia milioni tatu. Panga hii watu na familia zao vizuri mpaka mambo yote ifika nyumbani ile bills ya hospitali tumekubaliana governor ataenda kushughulikia. Ile milioni moja rais ametoa na ile mbili mimi nitaongeza milioni moja. Walionusurika na mkasa huo wanaendelea kupata matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta, huku mmoja akipata matibabu katika hospitali ya Eagles na kurudi nyumbani. Mambo ya hiyo illegal connections tusawazishe vizuri, wale ambao wanasambaza stima wakishirikiana na serikali ili watumie kebo mzuri watumie vifaa vizuri hizo moto zitapungua sana. Ni eneo ambako vyumba hamsini vilikuwa vimepangwa, sasa vikiwa vimeteketea vyote, watu nane wakiwa wamepoteza maisha yao. Sasa kinachosalia ni familia kuweza kuzitambua miili ya wale walioteketea hadi kufa. Ode Francis, runinga ya Citizen, Makina, Kibra.